Mambo ni moto kwelikweli ndani ya chama cha mapinduzi CCM, ambapo leo Mei thelathini ya mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano mwenyekiti wa taifa wa chama hicho, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amemjibu moja kwa moja Askofu Josephat Gwajima ambaye wengi, kama unavyofahamu, majuzi hapa aliitisha press conference kuongelea janga linaloikabili tanzania la utekaji, na kwa tafsiri ya haraka ya ile press conference alikuwa na inyooshia kidole serikali pamoja na taasisi zinazohusika na masuala ya usalama. Kwa kifupi, uh, askofu Gwajima alikuwa alikwenda mbali na kutoa mfano kwamba laiti ingetokea Abduli ambaye ni mtoto wa rais Samia suluhu hassan angetekwa na kutobolewa macho, je, vyombo vya dola mamlaka zingeendelea kukalia kimya? Kwa sababu hata hao wengine ambao wanatekwa au matukio mabaya yanatokea dhidi yao ni binadamu vilevile, kwa hiyo na wote wana thamani sawa. Kwa hiyo kwa kifupi, alikuwa anajaribu kuonyesha kwamba huenda kuna mamlaka ambazo zinapelekea vyombo vya dola kutofanya kazi yake ipasavyo katika kukabiliana na hili janga la utekaji. Na baada ya kufanya press conference hiyo baadhi ya wana CCM viongozi wawili watatu ndani ya chama hicho walijitokeza hadharani na kumkemea. Baadhi yao ni mbunge Msukuma ambaye alimlaumu Askofu Gwajima kwa kauli alizosema na kuonyesha kama amemkosea heshima rais, lakini pia mwingine ambaye aliongea kwa ukali ni mbunge wa Kinondoni Tarimba Abes Tarimba ambaye alikwenda mbali zaidi na kama kumlaani vile Askofu Gwajima hasa kwa kutumia mfano wa Abduli mtoto huyo wa rais Samia Suluhu Hassan, lakini kimsingi hakukuwa na response kubwa, na hata yeye mwenyewe Askofu uh, uh, Gwajima alijaribu kuongea katika ibada nadhani ya Jumapili iliyopita kusema kwamba hao wanaongea ni watu ambao wana jip, wanajipendekeza kwa sababu hawakuwa na, na uzito ndani ya chama cha Mapinduzi. Pia mmoja wa makada wa CCM uh, Jerry Muro naye pia aliitisha press conference na kuongelea kuhusu hilo swala kama kumkemea uh, askofu Gwajima. Lakini kama anavyoeleza awali kwamba majibu hayo hayakuwa na uzito kutokana hasa na wasifu wa watu wenyewe katika chama hicho. Kwa hiyo majibu kutoka kwa rais Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwenyekiti wa taifa wa chama hicho kwa kweli yamekuwa na uzito mkubwa, na pengine uzito huo umechangiwa na ukweli kwamba katika majibu yake ameelekea moja kwa moja kumtaja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 Kwa hiyo kwa vovote vile tusigwajima na hizi chama chetu, magwajima tuyaache nje. Hamna kuoneana aibu wala haya, sisi moye wajua kule Zanzibar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 tukachuje tuweke watu ambao watakifuata. Nitasoma hapa alichokisema. Kwa hiyo katika hotuba yake Rais Samia amesema, na nukuu baadhi ya maneno aliyosema: anayefaa aambiwe anafaa, asiyefaa tuseme huyu ana kasoro moja, mbili, tatu, hatufai kwa huko mbele tunakokwenda. Tukitoa mwanya ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta tu na mie ni wemo ndio tunapata wale wanaokwenda huko, chama kinakuwa gwajimanised. Hili ni neno ambalo amelibuni lakini, kwa kuashiria kwamba uh, labda wakifanya makosa katika kuchagua viongozi, kwa sababu CCM inaelekea katika mchakato wa kuchagua wagombea ubunge, wagombea udiwani na vitu kama hivyo, kwamba watakuja kupata ta, aina za watu kama akina kama Gwajima, unaona. Uh, akaenda mbali na kusema kwamba kwa hiyo kwa vyovyote vile tusikigwajimanaize hiki chama chetu, yaani tusitengeneze watu wa aina ya Gwajima katika CCM. Magwajima tuyaache nje. Hili lina uzito mkubwa sana. Magwajima tuyaache nje, hili lina uzito mkubwa hasa kwa sababu kubwa mbili. Moja ni kama anakielekeza chama cha Mapinduzi ambacho yeye ni mwenyekiti wa taifa kwamba kichukue hatua dhidi ya magwajima. Sasa hakuna magwajima, kwa sababu yuko mmoja huyu Askofu Gwajima aliongea juzi. Lakini hapa kuna matumizi ya neno magwajima. Hili ni neno ambalo linaashiria hasira, kwamba japo rais Samia alikuwa anaongea katika hali kama ya kawaida, lakini mara nyingi matumizi ya lijitu, limtu, majitu, mavitu fulani yanaashiria kukerwa na mhusika, na hii inaweza kuashiria kwamba kitu kilichoongewa na Askofu Gwajima kilimkera yeye binafsi, Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo haya ndiyo aliyosema, na akasema hamna kuoneana aibu wala haya. Kwa hiyo akaenda mbali zaidi, Rais Samia Suluhu Hassan akatolea mfano kutoka huko Zanzibar, akasema, wajua kule Zanzibar kuna mtu aliomba mcheza ngoma si yake a, kuna mtu aliimba kwamba mcheza ngoma si yake, lazima ataharibu. Ni msemo ambao ni msemo wa Kiswahili. Kwa nini? Kwamba kule Zanzibar kuna mtu aliwahi kuimba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 japo ni lugha ya mafumbo lakini imebeba ujumbe mzito sana, na pengine ujumbe huu na, ni mapema ndo kusema nini ambacho kitatokea, kwa sababu hatujui nini ambacho mchungaji askofu Gwajima atarespond, lakini kuna tafsiri nyingi sana katika hii kauli ya rais kwamba mcheza ngoma si yako ni lazima utaharibu. Kwa hiyo hii si ngoma yake. Sasa ngoma yake ni CCM, ngoma yake ni swala la utekaji, ngoma yake ni kitu gani, hapo hatuwezi lakini labda inaashiria kwamba um, askofu Gwajima anajiingiza katika mambo ambayo hayamhusu. Na hili la majizumbu ambalo mimi ni neno geni, siwe kulisikia siji majizumbu au majizumbu, kwa tafsiri yake kwa kweli sio nzuri, kwa maana kwamba ni mtu ambaye hazimo hazimo, mtu ambaye hazimo hazimo maana yake ni mtu chizi. Kwa hiyo hii pia inaashiria kwamba uh, Mama Samia Suluhu Hassan alikerwa sana na alichoongea mchungaji Gwajima, kwa sababu mpaka kufikia hatua kwamba Uh, huyu mtu ambaye ana cheza ngoma si yake uh, ni mtu ambaye ni majudhumbu, kwa maana yake kwamba kama hazima wazibu maana yake kama chizi fulani. Kwa hiyo hii inaashiria kuwa alikerwa vya kutoshwa vya kutosha kutokana na maneno hayo aliyosema, uh, mchungaji uh, uh, askofu Gwajima. Sasa katika historia CCM, kumkosoa mwenyekiti wa chama mara nyingi huwa kuna gharama kubwa na pengine hili huyu askofu Gwajima alikuwa akilifahamu, na ndio maana kuna kiu ya kufahamu nini kitakachofuata, kwa sababu haya yote yayumkinika kuamini kuwa aliyetarajia. Na kwa historia ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, tangu aingie madarakani, amekuwa sio mstahimilivu sana wa kukosolewa, kwa sababu mara nyingi huwa anajibu kinachosemwa. Hata kama watu wataongea huko wamesema kitu fulani, basi akitoa hotuba atakizungumzia. Si mtu wa kuhifadhi maneno, na si yeye peke yake, hata marais yuko nyuma marehemu Magufuli tunafahamu alikuwa mara nyingi akijibu hoja hadharani na lugha pengine anayotumia inakuwa kama kuwasuta wale waliokuwa wameongea vitu vya namna fulani. Sasa tukumbuke tu kwamba hili lilishawahi kutokea. Kubwa zaidi iliwahi kutokea huko nyuma na ulikuwa muda mfupi tu baada ya rais Samia Suluhu Hassan kuingia madarakani. Spika wakati huo wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania jobu Ndugai aliongea na waandishi wa habari na kuzungumzia kuhusu madeni kwamba nchi inakopa na akatahadharisha kwamba kuna siku nchi inaweza kuja kuuzwa. Uh, sasa tafsiri ilikuwa wa, na hao wana CCM wakaitafsiri kwamba uh, Ndugai, speaker Ndugai alikuwa anamcriticize mama, anamkosoa kwa sababu mama alikuwa anasema ni lazima tukakope, tunakopa ili kufanya uh, miradi ya maendeleo. Nchi yetu ni maskini na vitu kama hivyo, lakini pia tunakopa kwa sababu tunakopesheka na vitu kama hivyo. Kwa kwahiyo hii ilimkera na akatoa hotuba Uh, ya kama kumjibu Ndugai kinamna fulani kwa sababu hatukopi ili kwenda kushonesha sare za harusi. Na baada ya siku chache Ndugai akalazimika kujiuzuru ubunge uh, kujiuzuru uspika wa bunge ambacho hakikuongewa na ambacho hakijawahi kuwekwa wazi. Spika Ndugai aliwekiwa shinikizo kubwa kwamba lazima ajiuzuru, alikuwa hana chance. Sasa kumbuka kwamba katika mi, uh, mihimili ya uongozi haiku isingekuwa rahisi sana na hii pengine ni inaweza kuleta tafakuri kuhusu katiba mpya, kwa sababu kama inawezekana kumwekea shinikizo spika uh, akajiuzuru hata kama hakufanya kosa, uh, hiyo ni kitu ambacho kinaweza kutishia vipi kuhusu mwananchi wa kawaida? Kwa hiyo watu wanatakiwa kuwa na uhuru wa kutoa maoni yao, na kama maoni yanaweza kujibiwa basi yajibiwe kistaarabu, lakini sio kutishana au kuchukua hatua ambazo zinapelekea pengine kuharibu karia za watu na vitu kama hivyo, lakini ndicho kilichotokea kwa Spika Ndugai. Si kama Ndugai mwenyewe alikuwa naye mtu wa maana sana, kwa sababu naye ni moja ya vikwazo vikubwa vya demokrasia. Kwa hiyo ni mhanga wa vitu ambavyo yeye mwenyewe alivilea. Lakini huili, hili ni kumbukumbu, hii ni moja ya kumbukumbu ya matukio yaliyojiri huko nyuma. Kwa hiyo baadhi ya watu wanahisi kwamba huenda uh, kama ilivyotokea kwa Ndugai huko nyuma basi huenda na pengine uh, Askofu Gwajima naye akakumbana na hilo, lakini hili tunaliongea katika hii hapa. Kwa hiyo mfano halisi ni huo wa Spika Job Ndugai ambaye alilazimishwa kujiuzuru baada ya, ya kuikosoa serikali kuhusu kopakopa na kutishia kwamba na kutahadharisha kwamba nchi inaweza ikauzwa n na japo haikuwahi kusema bayana sababu ya yeye kujiuzuru, lakini taarifa ni kwamba uh, speaker Ndugai alilazimishwa kujiuzuru kutoka nafasi yake hiyo ya, ya uspika wa jamhuri ya muungano. Kwa hiyo baadhi ya watu wachambuzi wanaona kuna mlingano wa haya, kuna uwezekano kwamba askofu Gwajima naye akalazimishwa kutoka ndani ya CCM uh, kwa nguvu au kwa hiari yake, lakini shinikizo hili liona ukiangalia tayari kumekuwa na calls, yani kumekuwa na miito, watu mbalimbali wamekuwa wanasema kwamba huyu si mwenzetu na nini na, na yayumkinika kwamba baada ya hotuba ya leo tutarajie kusikia mashinikizo watu shinikizo kubwa, kwa sababu kimsingi alichosema Rais Samia leo ni kwamba hatuwahitaji watu wa aina ya Gwajima ndani ya chama hicho. Kwa hiyo si ajabu mapema kesho zikaanza kusikika kelele kwamba huyu mtu atimuliwe. Lakini hata kama asipotimuliwa, uwezekano wa Askofu Gwajima kupitishwa kugombea ubunge wa jimbo la Kawe au kwingineko kule haupo, kwa sababu hata akipitishwa atakatwa. Na majuzi hapa kijana mmoja wa umoja wa vijana wa CCM alisema kwamba hawataki kumuona Askofu Gwajima katika ofisi yoyote ya CCM jijini Dar. Sasa hawezi kugombea ubunge bila kwenda katika ofisi ya CCM, kwa sababu huko ndio anaenda kuchukua fomu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine kwamba uwezekano wa Askofu Gwajima kuwa mbunge ni labda agombee kupitia chama kingine. Sasa awali Askofu Gwajima alitangaza kwamba endapo atashambuliwa baada ya ule mkutano wake, basi ataitisha mkutano mwingine kujibu kwa hiyo kwa muktadha huo, kauli hii ya Rais Samia inamweka kwenye kona ya kufanya maamuzi. Je, ataendelea na ahadi yake au atakaa kimya? Vyovyote atakavyofanya, athari zake zitakuwa kubwa kisiasa, kwa sababu endapo atajibu, atakuwa anaendelea kuchochea mgogoro ndani ya CCM. Na kuna mgogoro ndani ya CCM. Gwajima ya ya. Hayupo, hayupo peke yake. Kuna watu wako nyuma yake, um, na hii inaweza kuiweka CCM katika hali ya sinto fahamu kwa upande mwingine, kuna tetesi, na hizi hazijathibitishwa, na mimi bado sijaweza kuthibitisha. Nimejaribu kufuatilia, lakini sipendi kuripoti kitu ambacho sina uhakika nacho. Lengo sio kuwavutia watu na kwa kuwapa taarifa za uongo. Mara zote katika Jasusi TV, nataka niripoti kitu ambacho nina uhakika nacho. Kwa hiyo hii ni tetesi kwamba kuna baadhi ya watendaji ndani ya idara ya usalama wa taifa ambao wako pia nyuma ya Askofu Gwajima Aidha kwa maongezi au kumwomba. Lakini kuna hizo tetesi ni kweli si kweli, hilo binafsi sina uhakika nalo japo naendelea kulifuatilia. Kwa hiyo mgogoro huu unaoendelea unaweza kuwa na taasisi ya sura za ndani ya taasisi za dola na sio kama ni swala la, la kisiasa peke yake. Kwa hiyo inawezekana makundi ya kihasimu ndani ya taasisi za dola ndani ya serikali na pia ndani ya Chama cha Mapinduzi yamekuwa pengine nyuma au yani, hili linalotokea ni, ni kiashiria kwamba kuna mambo fulani yanaendelea ndani lakini hayajajiweka tu hadharani. Sasa pia kwa upande wa Gwajima, tangu askofu Gwajima tangu alipotoa uh, alipofanya hiyo press conference kwa kweli hajapata support ya kutosha ndani ya CCM, na hilo sio gumu kuelewa kwa sababu tafsiri ya wazi ya ile press conference ilikuwa ni kumnyosha kidole rais, um, kwa hiyo wengi wanaogopa kumuunga mkono askofu Gwajima kwa sababu wataonekana wanampinga rais na hizi ni zama za uchawi kwa hiyo hili si la ajabu. Hata hivyo mbunge mmoja amejitokeza hadharani. Huyu ni mbunge wa Kisesa uh, mheshimiwa Luhaga Mpina. Huyu ni mtu ambaye amekuwa na msimamo kwa muda mrefu sana, amekuwa akikomea maovu, amekuwa akiweka ufisadi hadharani. Kwa hiyo yeye alijitokeza hadharani na kusema kwamba si kosa kwa watu kuongelea matatizo yaliyopo na kama sisi tusipoongelea, nani aongelee? Kwa hiyo swala hili la utekaji linapaswa kuongelewa kwa uwazi kwa, na watu wanaodhaniwa kuhusika wachukuliwe hatua, kwamba vyombo vya dola vifanye kazi yake inavyostahili. Kwahiyo hiki ndio ilichokiongea kumuunga mkono. Hakusema moja kwa moja kwamba anamuunga mkono mchungaji askofu Gwajima lakini kauli zake zilirandana na kile alichokisema askofu Gwajima lakini, kwa hiyo uh, ikumbukwe kwamba ni rahisi kudhani kwamba CCM itamchukulia hatua za kinidhamu Askofu Gwajima na hili linawezekana likatokea. Hata hivyo, ni muhimu kuelewa kwamba Askofu Gwajima ana ushawishi mkubwa, pengine sio sana ndani ya CCM, lakini ana ushawishi mkubwa zaidi nje ya CCM hasa kutokana na kazi zake za kidini. Yeye ni mmoja wa viongozi wa kidini wakubwa nchini Tanzania, ana wafuasi wengi sana, lakini sio Tanzania tu, hata nchini Kenya na hata ile press conference yake ya juzi ilidhaniwa kwamba pengine ina mkono wa Kenya, sio serikali ya Kenya bali, kwa sababu yeye ni mmoja wa viongozi maarufu wa kigeni nchini Kenya, ana wafuasi wengi sana. Kwa hiyo anaweza kuchukuliwa hatua ndani ya CCM lakini athari zake zikawa kubwa nje ya chama hicho, lakini pia tutarajie kwa sababu kwa namna fulani kama pengine Rais Samia ametoa ruhusa ya Gwajima kushughulikiwa kwa namna moja au nyingine, kwahiyo si jambo la ajabu endapo jeshi la polisi likakurupuka na kusema litafanya kitu fulani, au pengine TCRA, mamlaka hii ya mawasiliano, ikataka kuchukua hatua fulani. Actually TCRA wameshachukua hatua hiyo. Tu hii press conference ya Gwajima, ya Askofu Gwajima ipo tu katika baadhi ya channel ambazo labda TCRA haina mamlaka ya ku zilazimisha zitoe hiyo, lakini vyombo vya habari channels kadhaa za YouTube za Tanzania ziliamriwa kuiondoa hiyo press conference ya Gwajima. Kwa hiyo tayari mfumo ulianza kumshughulikia mapema. Kwa hiyo macho yote sasa hivi yanaangaliwa kwa Gwajima. Je, ataendelea kuwa mkinya? Je, ataitisha mkutano mwingine? Je, atajiondoa CCM? Je, atafukuzwa? Lakini vyovyote atakavyofanya, hii ni hatua ya, ya kihistoria. Tanzania inaingia katika awamu ya kukabiliana na mgogoro wa ndani huko ndani ya CCM. Kwa hiyo kuna moto Kuwaka. Sasa, kuna sinario kama tatu nizieleze haraka haraka. Ya kwanza Gwajima anajibu anamjibu uh, Rais Samia Suluhu Hassan kama alivyoahidi, uh, huko nyuma kwamba atajibu, um, na hii akifanya hivyo, maana yake mgogoro unazidi kuendelea kuwa mkubwa. Lakini Gwajima anaweza akanyamaza, lakini hata akinyamaza, kwa sababu tayari ameshasema, haitobadili kitu chochote. Kuna uwezekano mkubwa akachukuliwa hatua. Um, labda anaweza akaamua kuomba radhi kwa aliyesema hilo linaweza kusaidia kwa namna moja au nyingine, lakini halitobadili kile alichokisema. Je, wewe unadhani nini kitakachotokea? Je, Gwajima ataomba radhi? Je, atakaa kimya au atamjibu rais? Basi tupia komenti zako hapo chini na mimi nitaendelea kufuatilia swala hili asanteni na